amesitisha kwa siku tisini agizo la kuzitoza ushuru baadhi ya bidhaa kutoka kwenye nchi kadhaa duniani. Lakini wakati huo huo, amepandisha kiwango cha ushuru kwa China hadi kufikia asilimia ishirini na tano. Ulaya imejibu hatua ya Trump nayo kwa kusitisha tozo za ushuru kwa siku hizo hizo kwa Marekani. Je, kwa kutoa mtazamo wake kuhusu hatua ya Umoja wa Ulaya moja Ulaya inategemea mambo mawili ya haraka. Cha kwanza ni kuikumbusha Marekani kwamba haya ni mataifa ambayo yanashabihiana kwa mlengo wa kibiashara, kiuchumi na ni mataifa ambayo yana falsafa ya aina moja ya kisiasa. Yani, tunapozungumzia falsafa ya kiuchumi na kisiasa, hapa ni kwamba ni nchi za kibepari. Cha pili, bara la Ulaya linajaribu kuondoa mgogoro unaotokana na vita vya kiuchumi, yani trade war. Sasa katika weka siku tisini, Trump alijaribu kuzungumza kwamba yuko tayari kuyasikia mataifa yale ambayo ameapa siku tisini kwenda kwenye meza ya mazungumzo na kuangalia ni kwa namna gani kwamba pande zote mbili zinaweza zikanufaika. tunafahamu kwamba kwa bara la Ulaya swala la urasimu ni la muda mrefu, hasa katika kufanya maamuzi chungu nzima ikiwemo ya, ya kiuchumi. Lakini mara hii katika hili swala la tozo za Rais Trump wa Marekani, Ulaya imeonekana imefanya maamuzi ya haraka sana, nayo kuamua tutachukua hatua hii dhidi e, ya Marekani. Hii hatua iliyochukuliwa na Trump dhidi ya Ulaya kuelekea swala zima la ushuru, nadhani imeifanya Ulaya kuwa thabiti zaidi kuliko ilivyotegemewa. Swala la kuwa thabiti nafikiri ni swala la muda, lakini ni kitu ambacho watakuwa wamejifunza kwamba Marekani chini ya rais Trump, Trump au tunasema 2.0 katika masuala ya kimataifa ni taifa ambalo limeamua kujitenga na kuangalia maslahi yake pekee yake, au kwa ile sera ambayo rais Trump aliapishwa nayo akisema America first. Sasa sasa hivi nchi za Ulaya zimeanza kuona kwamba Marekani si tu ni jamhuri ambayo inataka kufanya mambo yake yenyewe lakini ni himaya ambayo inaanza kupoteza ushawishi wake mkubwa katika dunia. Muuzi ya kutofuata urasimu ni kwa sababu kuna wafanyakazi wengi mpaka sasa hivi wanapitia hali ngumu ya kimaisha kutokana na mfumuko wa bei sasa ni lazima waweze kuchukua maamuzi ya haraka kwa sababu athari isiweze kuwa kubwa sana kwenye chumi za Ulaya. Na katika hili la China, Trump ameibagua uh, China kwamba ni nchi pekee ambayo hajaipumzisha katika hizi siku tisini katika swala so zima la kutoza ushuru. Anatuma ujumbe gani hapa? Trump anatuma ujumbe wa kisiasa lakini pia na tuma ujumbe wa ushirikiano katika hali ya kujificha kidogo, na nitafafanua. Ah, China ni taifa pekee ambalo katika hali inayoendelea sasa hivi linauza bidhaa zaidi duniani kuliko hata taifa la Marekani, na hii imetokana na hali ya kuwa na viwanda vingi sana vya kuzalisha, lakini pia kuwa na watu wenye uwezo au tunasema skills za kuzalisha vitu kwa haraka na makampuni mengi yako kule. Sasa yeye hajaweza kuiwekea siku tisini kuangalia kwamba E, ile asilimia mia ishirini na tano ambayo amesema ataiongeza, kama China wanaweza kujibu. Lakini serikali ya China imeshasema kwamba nayo itajibu, lakini Trump amejaribu kuwashawishi kwamba msijibu, kwa sababu kama China itajibu peke yake inaweza kuiathiri Marekani vikubwa sana kuliko haya mataifa mengine ya Ulaya. Novatus E, gosha huyo ni mtaalamu wa masuala ya mahusiano ya kimataifa siasa na uchumi, kama alivyozungumza nami hapo muda mfupi uliopita. Ni DW Kiswahili katika matangazo ya dunia yetu leo jioni. DW tunavuma kwa kishindo.